Yafanya haya ambayo ameyafanya ndani ya siku mia moja tunasema tena, anachohitaji ni kuungwa mkono kwa yale ambayo anayafanya, mamia yake njema ya kuto kusafiri au kuto kwenda. Eh, kuna baadhi ya watu tena wakiwa naoni viongozi washaanza kusema kwamba rais gani huyo ambaye atakaa si tu asafiri ndani ya siku mia tu kwa nini wanaanza kumkosoa? Kwa maana hasafiri atajifungia ndani, lakini kama yeye ni rais na kuna wawakilishi wake au kuna wasaidizi wake ambao tayari wapo na kesha wateua, akawatuma. Kwa sababu kama hatoki yeye, lakini amemtuma waziri mkuu, amemtuma makamu wa rais, kwa ajili ya kazi hiyo ya kuifanya eh, kama kiongozi wa nchi kwa hiyo kinacho akina rais akitumwa waziri mkuu akitumwa makamu wa rais anakwenda kwa niaba ya mwenyewe wa rais. Kwa hiyo hakuna ulazima kwamba yeye lazima asafiri ndani ya nani siku mia moja. Sasa haya ni mambo ambayo tunatakiwa pia tupime. Sasa kuto kujua mambo na pengine utaratibu wa shughuli za kiserikali namna gani unaendeshwa eh, ndio tunafikia hapa, kwa sababu sisi wananchi nasi tumekuwa na mashaka na kuna baadhi ya watu wengine kwa kupotosha tu wenzi wao wanajua dhahiri kwamba kinachofanyika ni kizuri, lakini mtu atakuja tu akupotoshe na kikaa na wewe akili zako kidogo eh, namna ya kufikiri unashindwa, sasa unakamata lile ambalo linazungumzwa na mtu mwingine kwa kwa hiyo eh, nadhani na yeye ha, hawezi eh, kuona kwamba Tanzania <coughs> samani inabaki kama kijiji, haiwezekani Tanzania ni nchi ambayo inabidi tuwe na mahusiano na cinia, lakini ndani ya siku mia moja, kwa nini awe na uharaka huo wakati kuna no wasaidizi wake <coughs> labda <laughs> muda wetu nao makasi hvhvi, napata mashaka, napata mashaka. Wanauliza, kwa nini rais wetu sio mlimbwende? Nna nadhani li neno mlimbwende tulitumia vizuri Hatukuchagua <laughs> rais wa aina hiyo. Tulipiga tu, tu, tu, tu, kura kutaka rais wa nchi eh? Lazima tutafautishe rais wa vilabu. Kuna marais siku hizi kwenye vilabu vya soka, kuna marais kwenye vilabu vya nsenye ilabuziini nilikuwa huko Dodoma wakati rais anakuja kuifungua bunge, alitoka Dar es Salaam kwa gari, msafara wa magari mpaka Dodoma. Huyu ndio rais ambaye sisi tunamhitaji. Aliona hakuna sababu ya, ya kupanda ndege. Lakini ndani ya hiyo safari yake kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma alikuwa anaangalia alichosema kikubwa zaidi alikuwa anaangalia miundombinu ya barabara ikoje. Wakati anasafiri na gari lakini pia yuko kazini anakwenda kulifungua bunge. Eh. Lakini tunapata faraja zaidi wakati wa sherehe za bunge ameshakwisha kulihutubia bunge. Akalitoa akaletewa bajeti ya, ya, shilingi milioni 130 kwa maana ni sherehe wa bunge kujipongeza. Baada ya, ya, ya baada ya bunge la kufunguliwa, nini alichosema? Akapiga mstari akasema zitumike milioni ishirini tu, zile baki zipelekwe kwa Muhimbili tu, tuka tukanunua vitanda. Sasa huyu ndio rais tunayemtaka. Eh, na mimi nakwambia kwamba nilikuwa huko bungeni ile milioni 20, sijui kama milioni 15 iliyotumika kwa ajili ya ya ile zifa ya jioni pale ya wabunge, watu walikuja walikula, walikula wakanywa na wakasaza. Eh? Sasa najiuliza hizi milioni 120 zilikuwa zikitumiwa kila mwaka wakati wa ufunguzi wa bunge. Zilikuwa zinatumiwa zi, zi katika mazingira gani? Iwapo leo milioni 20 imetumika hapa na wabunge wote wamekula, wamekunywa na wakabakisha wakaondoka. Wa eh? Kwa hapa tuone kwamba kiasi gani wajanja wachache walikuwa wanakula eh, hela ya eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, taifa. Lakini na Rais huyu, ndani ya siku 100, safari nazozikumbuka mimi, ametoka ametoka Dar es Salaam kwenda Arusha ametoka Arusha juzi kwenye kilele kwenda kwenda Singida kwenye kilele cha cha cha cha sherehe za Chama cha Mapinduzi. Hii yote sio sio kutaka kuonyesha ufahari, lakini ni jinsi anavyoienzi fedha ya walipakodi, jinsi alivyozamiria sasa kwa kuwakomboa Tanzania. hatukuchagua rais mtalii ambaye kila baada ya wiki tunamkuta airport. Eh? Kwa hiyo hii ndio zamira yake ambayo sasa wanaodai kwamba rais wetu ha -ha -hatembei rais wetu wa karne ya kumi na tano nafikiri bado hawajamwelewa mheshimiwa Magufuli. ndani yake ya Dennis Makame, muda unakwenda kwa kasi zaidi, lakini katika hotuba yake uh, rais mstaafu Jakaya Kikwete alisema kwamba kwa kasi aliyoiona ya, ya mheshimiwa Magufuli anatarajia ana, ana kumkabidhi chama cha Mapinduzi mapema zaidi sasa na huko nako kunahitaji marekebisho zaidi, kwa sababu ni chama kikubwa na chama ambacho kinatawala sasa. Tu, tujenge picha kwamba, je, Magufuli akikabidhiwa CCM mapema, nini atakifanya? Lakini muda wetu hautoshi. Hii ni mada ambayo tutaichambua tuta, tuta katika katika kipindi kijacho lakini pamoja la... na na kipindi kijacho lakini kikubwa ambacho kakisisitiza sana wakati yeah, tunaiangalia utubage ni suala la amani na utulivu. Yeah. Yeah. Hili ni suala ambalo e, Watanzania wote tunaomba alichokizungumza kiweze kutendeka kuona kwamba tunaishi katika hali ya amani na utulivu na baada ya uchaguzi kwa hiyo vyombo ambavyo vinahusika na masuala haya basi vi viwe makini katika kuzitekeleza agizo hili okay. Hilo <laughs> hilo la, la, la, la kuelekea kwenye chama, wakati wakati ana, ana, ana, kwenye kampeni zake al, aliamini kwamba kuna siku moja atakuja kuwa mwenyekiti wa, wa, wa, wa chama kwa sababu amekuwa rais kutoka Chama cha Mapinduzi. Alikuwa al, aliwahi kumwambia rais Kikwete kwamba kuna watu wako mguu ndani mguu nje, usiku mchana, sisihemu usiku wanakuwa tunataka kuwasafisha watu hawa. Kwa hivyo nafikiri sasa mazana anakwenda huko na atakabidhiwa chama wa mapema. Kuna watu wajiandaye kwa hilo. Falo linakuja, Magufuli ndio yule yule, sio mtu mwingine anayekwenda kukabidhiwa chama sawa. Deni sawa Makame. Mada ya Magufuli na CCM kukabidhiwa mapema nafikiri katika <laughs> kipindi kijacho cha uchambuzi wa hariri itakuwa ni miongoni mwa mada zetu. Basi mimi ni katika kipindi hiki lakini pia tuwashukuru wale wote walioshiriki kwa njia moja ama nyingine kufanikisha kipindi hiki cha uchambuzi wa hariri. Kumbuka leo tulikuwa tuna uchambuzi wa siku mia moja za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Tanzania John Joseph Pombe Magufuli. Bila shaka umefaidika vya kutosha na kipindi chetu hiki. Sisi tunakutakia utazamaji mnono wa vipindi vyetu vingine vinavyoendelea. Asante sana.